Asante, kwa majina naitwa Dr. Kamugisha Elizabeth Dominic, mganga mkuu wa kituo cha Amani e, tupo hapa Mpunguzi, jana tulianza Machinga Complex e, katika kuadhimisha miaka kumi ya utoaji huduma e, katika kituo cha Amani na pamoja na Nisuda Polyclinic chini ya mkurugenzi wetu ambaye amekuwa supportive sana kwetu ndugu Charles Ogutu tumeona tuifikie jamii hapa Mpunguzi kwa lengo la kuendelea kuhamasisha wananchi, kutoa elimu ya afya juu ya magonjwa ya kuambukiza na yasiyo kuambukiza, lakini pia kuhamasisha wananchi juu ya uchangiaji damu e, wanasema changia damu okoa maisha, ni neno dogo, lakini ni kweli kwamba unapochangia damu unaokoa maisha ya mtu fulani. Lakini sio hivyo tu, katika kusherekea hii miaka yetu kumi ya utoaji huduma e, chini ya Baobao Community Foundation ambayo inamiliki vituo viwili vya Amani na NISUDA E, tunaendelea kuhamasisha wananchi juu ya kuepukana na magonjwa yasiyokuambukiza kama kisukari, pressure e, lakini pia kuwafikia wananchi kama ambavyo tumewafikia wananchi wa Mpunguzi, ambao pia ni wadau wetu katika hii sekta ya afya. E, unajua wananchi wanakuwa na maswali mengi ya kuwauliza na utagundua tunapofika katika mazingira haya tunagundua wananchi wana maswali mengi ya kuuliza, na wapo wengi wana shida, na tunajaribu kuendelea kujitahidi kuendelea kuhamasisha, lakini pia kutoa elimu ya afya na pia tungependa kuwashukuru jiji ambao pia wamekuwa ni msaada mkubwa kwetu kwa kuendelea kutupa supportive katika hizi siku zote mbili ambazo tumefanya hii huduma ya afya moja kwa moja kwa wananchi kwao. Tuendelee kuwakaribisha wananchi katika ili eneo hili la Mpunguzi e, waje watapata ushauri e, wa afya zao, lakini pia watapata vipimo vya bure kama vile kuchekiwa sukari na vipimo vya iari kama vile kuangalia afya ya mwili kwa maana ya vipimo vya HIV lakini pia watakutana na daktari bingwa wa watoto kwa wale wenye watoto. Dr. Maria yupo hapa kwa ajili ya kuwaona watoto na pia kuwaona madaktari wengine kwa ajili ya ushauri mbalimbali wa kiafya. Karibuni sana, tunasema Amani na Nesuda katika kutoa katika kutoa huduma hii ndani ya miaka kumi, kipaumbele chetu sisi ni kuhakikisha tunasogeza huduma bora kwa wananchi. Asante. Kwa majina anaitwa Dennis Kamagi, ni meneja wa huduma kutoka kituo cha afya ya Amani pamoja na Nesuda Polyclinic. Leo tumefika hapa eneo la Mpunguzi maarufu kama Mpunguzi mnadani kwa ajili ya kuleta huduma za afya ambazo tumekuwa tukizitoa kwenye vituo vyetu. Katika maadhimisho ya miaka kumi ya huduma, tuliona ni vyema kutembelea maeneo mbalimbali kuweza kuwafikishia huduma wananchi wa maeneo tofauti tofauti. Kama leo tulivyokuja katika eneo hili, tumekuja kuleta kwanza, kwanza kabisa ni kutoa elimu ya magonjwa yasiyopewa kipaumbele au yale magonjwa yasiyoambukiza, na kwa kuzingatia jambo hilo kitu cha kwanza kwa watu wote wanaofika eneo hili tunaanza kwa kuwapima presha, tutawapima uzito na kuwapa elimu ya uwiano kati ya urefu na uzito. Watu wengi wamekuwa na changamoto ya kuwa na uzito mkubwa tofauti na namna ambavyo wanapaswa kuwa, kwa hiyo tuna madaktari ambao watawapa elimu namna ya kufanya ili waweze kuwa na uzito unaoendana na miili yao. Lakini kitu kingine tunatoa tunatoa elimu ya presha pamoja na sukari. Kwa hiyo watu wanaofika hapa watapata upimaji wa presha, watapima sukari, hizo zote zinatolewa bure. Lakini pia kuna upimaji wa virusi vya ukimwi kwa hiari. Kwa mtu yeyote ambaye amehiari kuja kupima na kutaka kujua afya yake anapata huduma hiyo bure. Pamoja na huduma hizo, pia tuna huduma ya uchangiaji damu. Hii sasa tunawapa elimu ya umuhimu kwa wananchi kuchangia damu, ishu ya damu, ishu ya damu kama wengi ambavyo tunafahamu damu, damu, damu haiuzwi na kuna changamoto, unaweza kuta una mgonjwa au na ndugu yako yuko hospitali, ana uhitaji wa damu, lakini damu hazipatikani madukani. Kwao tunachokifanya tunahamasisha kwa wananchi mbalimbali kuweza kuchangia damu ili kuweza kuokoa maisha, kama ambavyo uh, wa watu wa damu salama wana ile kauli wanasema, changia damu okoa maisha. Kwao nasi pia tunaungana nao, kama ambavyo tumepata support kubwa kutoka damu salama kutoka ofisi ya mkurugenzi wa jiji, nasi tumeona ni vizuri tuje tutoe elimu hiyo na huduma hizi katika eneo hili.

na katika sehemu ambazo so zote umepima, hamna sehemu yote ambayo umepewa maelekezo kwamba labda mama punguza kitu fulani au ongeza? Nimeambiwa kisukari, nacho presha ninayo, ila wamesema ni, nile machungwa, nitumie machungwa. Vingine kuna ushauri gani mama, sasa kwa vijana wengine ambao wanaona huduma zinawafikia lakini wazito? Naomba eh, na wenzangu vijana wazee wenzangu wapime waangalie afya zao, mtindo wa vyakula. Sisi tunakula tu vyakula gani? mm, ambavyo unapendelea kula yeah. pengine ugari, nyama hmm. ugari na mlenda, maharage, chochote utakachoamua kupika Eh. Unapika. Na unapika, umegundulika <coughs> ume, ume, ume, ume, sasa una kisukari na umeshauriwa pia kupunguza baadhi ya vyakula, hili hey, utalizingatia. Na nazingatia, napunguza nani? wamesema nipunguze nani? chumvi Eh, hey, nipunguze chumvi na sukari, nisile sana sukari <gasps> Eh, kwa majina mi naitwa Yusufu wa beli msii, nipo na cheki afya hapa bila kuchangia gharama yoyote, lakini pia kuna zoezi la uchangiaji damu. Nimekuja kucheki afya hapa, nimecheki ukimwi hapa, namshukuru Mungu nimejikuta kweli nipo salama hapa. Nataka niingie nicheki hapo kwenye masuala ya sukari, hatimaye kuna kuchangia damu hapo. Kuna una maoni gani kwa vijana wenzako ambao pengine wao wanakosa hata muda wa kupima ange zao? Yaani tu inapasa vijana tujiamini, cha kwanza tujiamini, alafu tuangalie tu afya zetu, alafu tuishi wakika. Wakika. tu kwa uhakika, ili kwamba kama umeasirika tu uingie kwenye dozi, kama hujaasirika vilevile endea kujikinga hapo hapa. Umuhimu wa <coughs> kuchekea afya yako kwa mawazo yako, yaani ni kuishi tu kwa uhakika sasa hivi.